Kendo kama unanichezea michezo utakuja kuniona mimi mbali, na kama ni yako nikuvunja, ndio utajua mimi ni nani. Dorine amekata shoti mazote. Maisha yana changamoto nyingi, si tu nyingi. Nyingi. Hata kwenye mapenzi, hata kwenye, kwenye mapenzi. Maisha linalofunza wengi, lina wengi. Unaweza ukafaulu, lina maisha, yana chenji Ndugu yangu. Yani, mimi naona hili jambo, kitu chochote ukiwa unataka kukichunguza na kukijua kiundani zaidi kadri unavyozidi kukifahamu na ndivyo hapo hapo unavyozidi kuumia. Kwa hiyo kama utaamua kumwacha mkeo basi mwache, na kama unampenda unataka kuishi naye endelea kuishi naye, lakini utazidi kuumia kwa sababu bata kamwe hautaweza kuumia afanye Sawa, nilikuelewa. Sasa kuna huyu mtu ambaye amekuja ushahidi wote kusanana mke wako. Huyu ndiye mtu sahihi ambaye sisi tunapaswa kupangia naye deal, tuweke mtego kwa ajili. Namba yake unayo? y ya, namba yake ninayo. Safi sana sasa. Kabla kuenda pale, mimi ni kuulize jambo moja. Tukifika hilo eneo na tukathibitisha kweli mke wako anafanya biashara haramu ya kujiuza, utaweza kuvumilia? Safi sana, nimependa ujasiri wako. Umesema unaweza ku lakini mimi naomba niendelee kukusihi katika hili jambo, pindi ukifika pale na ukathibitisha kweli mke wako anafanya shughuli, kuomba uwe na moyo mgumu, mthiri ya simu, usije ukafanya tukio lolote baya. Tuliza jazba zako, hapo ndo tutajua nini cha kufanya. Lakini ukipani tutakuwa tumefeli mm -hmm.